Ndani ya video hii nitashare na wewe jinsi ya kuanzisha biashara yako kutoka sifuri hadi milioni hamsini au hata milioni mia kila mwezi. Hello, kwa jina naitwa Dr. Said Said Said, na kwa zaidi ya miaka nane sasa hivi nimekuwa nikiwasaidia wafanyabiashara watarajiwa pamoja na wafanyabiashara kuanzisha biashara pamoja na kukuza biashara zao, na nishawasaidia zaidi ya wanafunzi 1000 kuanzisha biashara zao na kati ya hao tunao wanafunzi wengi ambao wamevuka bilioni kumi na in fact tuna wanafunzi wanne wamevuka kipato cha milioni hamsini kila mwezi, na tena sio kipato, ni faida ambayo wanaingiza kila mwezi. Sasa kuna vitu ambavyo nimenotice katika kila stage. Tumenotice kuna stage tatu ya wafanyabiashara. Stage ya kwanza ni wafanyabiashara ambao hawana wazo la biashara na hawaingizi kipato chochote na kutoka sifuri hadi kuingiza milioni moja kwa mwezi, sana sana unahitaji kufocus katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza e, ni kujua unataka nini. Wengi wanakuwa hawana clarity, hawajui wanataka nini. So at least kujua unataka nini, jesi kwa kusema mimi nataka nianzishe biashara ambayo inaniingizia milioni moja kila mwezi, piga ua, angalau umeanza sehemu. Bahati mbaya wengi hawajui. So jambo la pili ni kujua unatakiwa kufanya nini kupata unachokitaka. Ukishasema okay, nataka kuingiza milioni 1 kwa mwezi. Sasa kitu gani natakiwa kufanya kuweza kuingiza milioni 1 kwa mwezi? Sasa hapo ndo tunakuja katika misingi ya kujenga biashara. So jambo la kwanza ni kuweza kupata wazo zuri la biashara. Na kwa haraka haraka, hii ni topic ndefu, lakini kwa haraka haraka, kuweza njia nyepesi au njia ya uhakika ya kupata wazo zuri la biashara ni kutokukaa na kuwaza, ku kuwaza nipate wazo gani? Njia nzuri kabisa ni kuangalia kuna matatizo gani sokoni, ni kutafuta kundi maalum ya watu na kujiuliza, hili kundi lina matatizo gani sokoni? So kama wewe ni mwanafunzi wa chuo na pengine unataka kulenga wanafunzi wenzako wa chuo, pengine tatizo kubwa ambalo waliokuwa nalo ni kufaulu mitihani. Hiyo ndo tatizo sugu waliokuwa nalo. Je, kitu gani unaweza kuwafanyia wao kuwasaidia kufaulu mitihani kiurahisi, bila kupata mahangaiko ambayo wanapata kama wanafunzi wa chuo? Ukuweza kusolve your problem itakusaidia kupata pesa. Kama unataka kuwalenga wafanyabiashara, na pengine tatizo sugu ni kupata wafanyakazi wazuri katika biashara zao, sasa pengine wewe unaweza kuwasaidia kupata hao wafanyakazi and so on and so forth. Kwa hivyo tunaanza katika wazo la biashara. Jambo la pili, unatakiwa kuweza kudemonstrate kwao, kuweza kuonyesha kuwa unaweza kutatua hilo tatizo, na jambo la tatu ni kutatua hilo tatizo hata kabla huja, hujaanza kulipa, ulipwa. Ukiweza kuanza kutatua tatizo utajenga uaminifu na utaanza kulipwa. Ukiendelea kufanya hivyo utaweza kufika milioni moja kila mwezi kiurahisi. Ni topic ndefu, lakini kiufupi ndio hivyo. Sasa tukitoka hapo sasa kutoka milioni moja kwa mwezi hadi milioni kumi kwa mwezi kitu gani unafanya? Unatakiwa una kufocus katika jambo moja tu, amini usiamini. Si na watu wengi wana complicate maisha, ndio maana wanakwama katika milioni moja, milioni mbili, wanacheza hapo, wanashindwa kufika kufika mbali, wanashindwa kufika milioni kumi kwa mwezi. Milioni kumi kwa mwezi, unatakiwa kufocus sehemu moja tu. Na sehemu yenyewe ni nini? Ni nidhamu. Fanya vitu unavyotakiwa kufanya kila siku hata kama hujisikii kufanya. Ushajua nikifanya moja mbili, tatu, utapata matokeo, nne, tano, sita, fanya hayo mambo kwa zaidi. Kwa mfano umejua, nikiwapigia simu watu watano mtu mmoja ananunua. Kwa nini usiwapigie simu watu thelathini kwa siku ili upate watu wanne wananunua kwa siku? It's that simple. Na hapa ndo wengi wanapokwama. So stage ya pili ni nidhamu. So from kutoka milioni moja kwa mwezi mpaka milioni kumi kwa mwezi, ni kuwa na nidhamu. Na uhitaji mfanyakazi wowote, wewe mwenyewe unaweza kaingiza milioni kumi kwa mwezi bila kumwajiri mtu yoyote katika biashara yako. Tunao wanafunzi wangu wote, naweza kusema asilimia themanini ambao wamevuka milioni kumi kwa mwezi wameweza kufanya hivyo bila kuwa na mtu yoyote katika biashara yao unaweza kuwa na msaidizi ambaye anafanya mambo madogo madogo lakini huhitaji timu kubwa ya watu kuingiza milioni kumi kwa mwezi. Sasa kutoka milioni kumi kwa mwezi hadi milioni hamsini au hata milioni mia kwa mwezi unatakiwa kufanya nini? Kitu unachohitaji ni systems and processes. Unahitaji mifumo na vile vile unahitaji watu ambao watasimamia hiyo mifumo ifanye kazi. Sasa watu wengi katika stage hii ya milioni kumi kwa mwezi wanajua wanataka nini na wamejenga nidhamu ya kufanya vile vitu ambavyo wanatakiwa kufanya kupata matokeo ambayo wanataka kupata, lakini sasa imefika stage, ishafika kikomo. Unafanya kazi kwa nguvu nyingi, na ukizidisha nguvu zaidi ya pale unaweza ukaporomoka. Na ni stage ambayo nimekutana na wanafunzi wengi wamefika, wanaingiza milioni kumi, hawana furaha kwa sababu wanaona stress imekuwa kubwa, frustration imekuwa kubwa, na they don't feel kujenga tena biashara, they don't feel kujenga biashara kwa sababu wanabeba mzigo mkubwa, na wanatakiwa kuwa na mifumo ambayo itapunguza ule uzito wa mzigo wanaobeba, na, na biashara iweze kuscale zaidi. Sasa katika stage hii unahitaji kuwa na mifumo. Mfumo ni nini? Mfumo ni ni mchakato ambao unaweka katika biashara yako ambao hautotegemea pesa nyingi wala muda mwingi kutoka kwako. Kwa mfano, kama wewe una unaongea na watu kwa ajili ya kufanya mauzo kila siku, na unajua nikiongea, nikiongea, nikitumia fomula hii ya kuongea watu wananunua that means unaweza ukatengeneza mfumo katika kile kitu, kitu chochote ambacho unafanya mara kwa mara, unaweza ukatengenezea mfumo wa kile kitu. So maneno yale yale ambayo unaongea kwa mtu mmoja mmoja, unaweza ukarekodi video na ukawafahamisha hatua kwa hatua na na maneno yale yale ambayo yanasukuma kununua, ukiyatumia katika yale video, ile video inaweza kawafikia watu wengi na wakawa wananunua moja kwa moja bila ya wewe kupiga simu. Huo ni mfano wa, wa, wa mfumo. Kitu kingine nimezungumza kuwa na watu ambao watakusaidia kwa hivyo, ule mfumo unaotengeneza unawapa na timu yako, wao wanaufuata ule mfumo, ikisha wewe unakuwa ni msimamizi wa mfumo na sio mtu mwenye kufanya kazi ndani ya biashara yako. So kutoka sifuri mpaka milioni kumi kwa mwezi wewe unafanya kazi katika biashara yako, kutoka milioni kumi hadi milioni mia kwa mwezi, wewe unasimamia mfumo wa biashara yako na sio mwenye kujenga biashara yako. Kuna msemo mentor wangu amekuwa akinambia: Said, do not build your business. Said, usijenge biashara yako. Build people who are going to build your business. Jenga watu ambao watakusaidia kujenga biashara yako.